Leo ni siku wa mama lakini nasema acha tumpatie kafasi kidogo. Mimi niko te mtoto wenu hapa Goma, niko mali hapa Goma lakini mama unaniua na wewe unaniua. Niko mali na nikaenda Virunga, nikaenda ofisi. Mimi niko mtu ya Goma. Mimi napenda Goma sana. Napenda na napenda watoto wa Goma. Sasa leo tuko tunacheza hapa. Nilisikia kitu cha nostalgia.

kwenye ma politiki ya damu naomba yeah. Tuombe sana na tu tumfukuze pamoja na nguvu zetu, najua lazima atashindwa. Mimi sitasema, mimi natafuta wa presenté wa mama wa kadri wa mu AFC, biko hapa ni wa mama, ninaweza kumita madame mademoiselle Fanny, na Brenda, na madame Dudu

Tulikuwa nasema leo Goma Sud Kivu, AFC comme mouvement révolutionnaire inafika inamaanisha kusiku ya leo nufa inaomba tujue kama sisi wanawake na kui mouvement révolutionnaire enyewe iko juu ya kulibere Kongo, tunawaalika na nyinyi wa mama, mkuye mwingie tuchangane Kongo yetu kwani, naomba mufamie na kujua kama tunatoka fazi mbalimbali, bengine balitipresante miyemi, natoka Kisangani na tulitoka, tunaingia Mouvema Revolutionnaire pour libere Ekongo, niko avokat. Jina yangu ni Mama Tutu Tika Ileli.

Mdiedonete. Najua ni jina au ya siki yako, mimi ni jina inabarikiwa sana. Usiniulize kabila. Kabila langu liko Munyaruchuru, niko Munyarwanda, niko Munyamasisi, niko Muluba, niko kabila yote ya Kongo. Inamaanisha niko ndugu yako. Mimi nilikuwa senatrice huko Kinshasa Msiwaze huko ndio huko kimya. Hapana, mwone jinsi nimetoka huku, tu nafata ukimya. Naona Bukavu, naona Goma, usalama iko. Sijaona sija fazi wanampiga muluba majiwe wanamuua. Sijaona fazi wanampiga mswanani mungana majiwe wanamuua, lakini Kinshasa kunafanyika huko tukingali tuna- tuna- tuna tunakatala, tuna ukabila roho moja, lakini kinchasa huko, ukabila ndio hiyo vita ya AFC M23. Hatutaki ukabila. Kongomani alikuwaka mbele akiwa iko na pita fazi yote, ataingia atapata maji, atapata kitanda na atapata chakula ya kukula, lakini leo tunaanza ogopani ukaingia kwa ndugu yako, na ndugu yako kuna kukimbia, na, na woo, kuna kukimbia sio mzuri hiyo, asi <coughs> ene

baridi mtajendea nyumbani juu mimi niko bwana <laughs> na singekuwa hapa juu hii ni siku yenu, na tumepata zaidi kutoka kwa wamama, na mimi natosheka, ningeenda nyumbani, lakini mimi niko hapa, si juu yangu peke yangu, labda juu ya wa viongozi wetu wote, juu you wengine know, wameenda kushughulikia mambo ya hii mgini na inchi uh, pia uh, ili ili niomba mimi nikuje niwapatie ujumbe ambao wamenipatia kuanzia kwa generali Makenga uh, Bertra president um, Cordo Nanga na <coughs> guverner wamenituma niwasalimie na niwambie wangekuwa hapa na ingine itakakuja ita watakuwa si ndio wanawafikiri? Na ile yote mlikuwa mnasema na yenyewe mnafikiria yenye akujasema, tunajua. Unajua, nikwambie nini, inakuwa rahisi kuambia mtu shida ambao naelewa lugha yako, unaelewa chenye nne nimesema na kuwaka rahisi kuambia mtu shida yako ambao anaelewa lugha yako. Akielewa lugha yako anaelewa kiritire yako, na kuelewa kiritire yako kuna vingine vyenyu unasema, vingine hauseme yeye, yeah, anasikia. Unaelewa, na sisi tuko watoto wa nchi na tuko watoto wenu wa mama. Mko nguvu sana na kuna developema yenye inaweza kuwa bila niye. Unajua kwa nini? Juu hakuna mtu yoyote alivyozaliwa bila mama. Sisi wote tuko na wamama, si ndio? Na wamama wakipenda maendeleo inakuwa, wamama wakipenda sekurite inakuwa. Unajua institusio yenye iliumbia kwa mara ya kwanza ni familie na ile familia, ukiona uongozi mbaya inatokea kwa nani? Kwa familia. Ukiwa na vilaje moya kwenye kila familie ni wauaji, ni wavuta bangi, ni waizi, kumbuka wale watu joo wenye watakuwa wa viongozi, wale watu joo wenye wataongoza ile maomunote na ile nchi. Sasa, hii Kongo yetu nilizaliwa hapa Musidikivu, fasi wenye wanaita Numbi. Na mimi nakumbuka ile masiku wakati nilikuwa hapa tulikuwa tunatoka fasi kwenye wanaita Numbi tunaenda Katoi, lakini akukuwa mahoteli kusema utafikia mujia uh, fulani kunaenda kulala kwenye hoteli. Wenye wanakumbuka zile masiku, bali ulikuwa unatoka nyumbani kwako ukiingia unalala kwa kwenye nafika, hakukuna mtu mwenye alikuwa anakuuliza wewe uko kabila gani? Hakuna mtu mwenye alikuwa anakuuliza unatoka wapi, naenda wapi, wapi, isipokuwa wakati unafika unakutana watu wako anakula, na nawe unakaa unafanya nini? Unakula unakaa chini ama unalala mapema unajendea rako. Na leo tunataka hiyo irudie na wamama, nawashukuru sana kwamba nimeona wengi wako hapa na hii ema ilikuwa kitu anaita kwa Kiingereza short notice, ilikuwa ni muda kidogo, wameanza kufanya mobilization kusudi mukuje eh, kwa hii sikukuu yenu. Mimi sisemake kwamba hii ni sikukuu ya wanawake siku moja peke yake. Mimi nasemaka kila siku ni ya wanawake. Mimi nililewaka na mama peke yake. Nilitoka kwa ule ambaye wanaita ni single mom. Sasa najua ile nguvu ya mama akiwa anapenda kufanya mapinduzi. Mama ni mtu muhimu kwa society, ni mtu muhimu kwa jamaa, ni mtu mkuu kwa nchi, na hiyo AFC M23 imekuja kugundua. Nakumbuka zamani eh, madada zangu hawakusomaka juu baba yangu alikuwa anasema kwamba eh, wadada zangu watapata mali kwenye wanaenda, lakini wakati vita ilikuwa, basi ile il, il, il, il, il, nanii ikaisha, juu kila mtu likiviaka na kila mtu anaanza tumika. Wamama njo wenyewe hawakuwa na ile avantage juu hawakusomaka. Leo hii muvumai nasema hiyo inaisha, na niwaambie kitu kingine kupiga uh, mwanamke ilikuwa rahisi hapa mukongo na muinji mbalimbali hapa Muafrika. Unapiga bibi? Bibi sio mtoto yako, bibi ni partner. Bibi sio kidogo. Bibi muko sawa? fasi kwenye tunatokea sema hii ni viongozi wa chama kwa ujumla, kutoka kwa jenerali mwenyewe. Hakuna bibi, hakuna bwana anaruhusiwa kupiga bibi yake. zaidi vile vitu ya ubakaji, kuchukua msichana kidogo, sijui baba nisikilizana na baba mwingine, wanachukua hata dada kidogo wanapeleka huko. Niko na ujumbe mbaya kwako kwa. Acha wasichana wasome, acha wakuwe wa aongozi na mi nawaambia hao ah, wote mko mnaona mbele hapa, kuanzia kwa mer Mama Shantar na pale uongozi na ngazi za chama zote, wale wote wanaohusika na hii mambo ya kuhakikisha kwamba wamama muko salama munyumba zenu, mbarabara na kwa kazi, vitu ya kusema acha tulale pamoja, njoo nikupatie kazi sijue mingine nitakupatia eh, maabataja tukiwa tunalalaasikula apa, tunajua kwamba wamama kulikuwa wamama wenye walifanya kazaa mu historia ya dunia. Hata mama wa Yesu alikuwa ni mama, kulikuwa wake na Deborah. Deborah, siku moja kaambia Baraka wele kwa vita waukowe Israeli. Baraka kaogopa mama yake, Baraka mwambia niko na kusindikiza, alikuwa ni jijo wa Israeli. Leo tunajua kwamba hatuwezi tukapata mapinduzi, tunahitaji wakati amuko. Ndio maana kila mama yote iko na uhaki. Ofisi zetu zinafunguka, ukiwa una shida unajua kwenye utaenda, si ndio? Hakuna, hakuna mutu akikugusa hakuna appointment. Hakuna, wewe unakuja tu si ndio? na nimalize na niko nawaambia, kwamba tunawalarika, mujisikie kwamba tuko nyuma yenu. Tunajua kwamba kila mtu iko nawaona, nikiona dada zangu nikiona eh, mama zangu nikiona batate yangu, kila mtu yuko hapa iko represente. Na Mungu mna represente wengi wenye kukuta hapa, si ndio? Lakini kuna kitu moja nataka niwaombe, wale wale wamama wenye wako mmakate de plast, hakuna haja ya kukua mmakate de plast.